Kilalamikia kuzuiliwa kwa chama cha Chadema kushiriki uchaguzi e, na mgombea wa, na mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT wa Zalendo Ruhaga Jolison Mpina ambaye ni mimi kuenguliwa kwa hila kugombea nafasi hiyo. Kwayo, na zenye, kwa hiyo hizo taasisi za kimataifa na zenyewe zilionya mapema kwamba hapana, ah, uchaguzi huu unaoendelea huu una changamoto kubwa fanyeni marekebisho kabla ya tarehe yenyewe 29 Oktoba 2025, lakini nao hawakusikilizwa. Ndugu waandishi wa habari, pia tulishuhudia wazee wetu akiwemo mzee Jaji Joseph Sinde Walioba na mzee Joseph Butiku pamoja na Profesa Anna Tibaijuka na wazee wengine walivyokuwa wakihangaika kuishauri serikali, tume huru ya taifa ya uchaguzi na vyama vya siasa kurekebisha kasoro za kimfumo, kurekebisha kasoro za mifumo ya uchaguzi nchini na kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambazo zilikuwa zinakinzana na sheria na kanuni za uchaguzi, na kwamba kufanya hivyo kungeweza kuleta maelewano ya pamoja kabla ya uchaguzi wa Oktoba eh, mwaka 2025. Lakini kwa bahati mbaya sana ushauri huu wa wazee wetu nao ulipuuzwa. Kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, viongozi wanapatikana kwa njia ya demokrasia kwa kupigiwa kura lakini endapo misingi hii ya demokrasia ikivunjwa, viongozi mambo yanaweza kujitokeza ikiwemo maandamano na mapinduzi, na ndio hiki ambacho tulichokishuhudia. Sasa katika kukabiliana na maandamano hayo, serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. mfano Polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi, ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya raia wen, wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kula, nao waliuawa. Wow. pia baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi hao hawakuwa na silaha, na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni, walipigwa risasi kisogoni na mgongoni na kuuawa. Namba mbili, baadhi ya askari walionekana kwenye picha wakiwa wana, wana, wanawashambulia watu kwa risasi na wengine walivalia kininja na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo liliwashangaza wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hawa walikuwa waongee Kiswahili na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa kulikuwa, ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na maskari wa hapa nchini. hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu hey. Yani, the knee-jerk reaction juu ya usalama wa nchi yetu, kuchoma moto kwa kuchoma moto na kuharibika kwa miundombinu tuliyashuhudia. Lakini tulikuja tukashuhudia serikali ilitangaza amri ya wananchi, ilitangaza amri, serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku sita mfululizo, bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akina mama wajawazito, a na wagonjwa wengine, na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Kwa hiyo mnaambiwa tu hamna kutoka nje bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali. Mama anatakiwa kujifungua. Unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani. Unategemea nini nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari eh, anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu. Ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa inchi haikuenda kwenye kwe, kiuchumi kuwafungia watu kwa siku sita. Inchi haiku, haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku sita na hivyo hatukusanya kodi zaidi ya trilioni moja huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni nne kutokana na lockdown hiyo kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara afanye biashara, anayelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote, shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika, katika, katika, katika, katika uchumi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni nne. Hiyo hasara tunaifidia nani? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari wala kuna hali ya uvunjifu wa amani wala kuna vita kama katiba inavyotaka. Lakini tulifungiwa na nani? Na je, aliyetufungia ndani anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet, na kwenyewe tukapata hasara nyingi, kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali mbali zinategemea kuwa kuhudumiwa kupitia kupitia internet.